Baadhi ya washabiki wangu wanaweza wakakataa ubainalioke, lakini nawaambia, urashabik, usijifanye kana kwamba uchaguzi bado unaendelea, kumbe umekwisha.

Kutama, Kutama, kisa, Pedro, Kutama, kuhitimishwa kwa mchakato huu wa uchaguzi wa ndani kukafungua ukurasa wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 1995, kampeni zilizozinduliwa katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam.